Hii ni Dizzim online na leo nimepata bahati ya kutembelewa na mrembo Irene Uwoya, karibu sana Irene. Asante. Okay. Naona umevaa uh, hijabu uh, una wasindikiza Waislamu ama wewe ni Mwislamu? <laughs> <laughs> no, mimi si Mwislamu. Okay. yeah, ila nawasindikiza Waislamu. Uh, ama mm -hmm. Marafiki zako wengi wako upande huo na kiasi ambacho na labda mna hang nao zaidi kipindi hiki au no? Sio marafiki tu, hata ndugu zangu wengine pia ni Waislamu. uh-huh. Lakini ya kutokana na mwezi mtukufu na si tukuwa tuna ile kwa rezma, kwa hiyo najua ni mwezi gani ambao upo sasa. okay. Kwayo, kwa hiyo sio vyema kwa kwaza wenzetu, kwa hiyo naona ni vyema tukaenda. yeah. nao tukaenda nao, sawa Haya uh, hongera bwana kwa ubalozi wa uh, kampuni ya simu hii uh, inaitwa Itel. Itel. Itel. Itel. Mm. Ni wa Korea, Wachina ama watu gani hawa wa China. <laughs> China. E. Oh. Mm. Ni, ni mwaka mzuri bila shaka. Wake ubalozi ni, ni, ni heshima sana yeah. Yeah? Mm. Ni pande la mtu ama ume, ume, ume ulitafutwa na wao wenyewe walikuwaje? Walinitafuta, walinitafuta. Ok. okay. Mm -hmm. Waliona impact yao, kwa sababu wewe ni miongoni mwa wa masta Tanzania, ambao wana followers wengi sana Instagram. Milioni ngapi sasa hivi? Lakini mbili mbili, wanaweza uh, misimu yangu nimeizima, ni mbili wanaweza wakaribia Hujawahi kuibiwa akaunti yako afu kahaha kuirudisha? Kiukweli sijawahi, namuomba Mungu isitokee kwa, <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, yeah. kwa sababu ndio mchezo. Kwa mfano kama Shamsa, si bado ndio ishagaenda au isharudisha? sijui imerudi hamnadhani, siju yenyewe ilikuwa inaelekea kwenye milioni mbili. So ubalozi wa, wa, wa ITALS, ndiyo? um, ni good news kwako. Um, ulipokeaje? ni, ni, ni, ni kubwa bila shaka yeah. Kwanza um, sijui nisemeje, namshukuru tu Mungu, lakini nilifurahi, nilifurahi sana kwa sababu toka mwanzo na nini tulivokuwa tunaongea mpaka tumefika makubaliano ya yeah, namshukuru Mungu. Okay. Yeah. No, kazi ishaanza ama bado? yeah, ndo tunaanza. Oh. Ndo tunaanza kwa sababu toka tumesaini ile mkataba juzi hapa, kwahiyo kuna vitu vingi ambavyo tunatarajia kuvifanya hiyo. Okay. sun tutaanza na hata simu zao bado hazijaingia sokoni, sio? Zao zipo zipo, zipo? Mm. Oh. Mm anayo kwenye gari gari <laughs> yeah, uh, uh, soko la simu kwa Tanzania limepamba moto. mm -hmm. so uh, tunatakia kila laheri kuweza kushindana na majanti wengine ambao wako kwa muda mrefu. Inshaallah tutashinda, kwa sababu simu yetu sisi ni ya tofauti ya tofauti sana, kwa sababu mm -hmm. ni simu ambayo ina kamera nzuri sana especially selfie Uh -huh. ya yeah, na kwenye mwanga, yaani sema kwenye mwanga hafifu ndo inapiga selfie vizuri zaidi, kwa sababu ina mwanga wa kutosha. okay. ya yeah, kwa hiyo ni si mzuri sana yani, sijui sana sana. haya uh -huh. mm -hmm. sawa sawa Irene. Um, kwenye movie kidogo, uh, sikuoni kwa muda, ama sioni hata promo ukizifanya fanya, na nini au nini tatizo? Ndio kile ambacho kinaendelea sasa hivi kama waigizaji wengi kama wana sitasita kuingia kurudi tena amna? <laughs> mm. ah, ilo swali limekuwa nikiulizwa sana hata kwenye Instagram. yeah. ni kwamba uh, unajua movie zetu au kazi okay, zetu sisi wasanii wa mziki na wa filamu tunategemea sana wateja wetu uh, mashabiki wetu. Kwa hiyo ni vyema kuwasikiliza mashabiki, kwa hiyo tumewasikiliza na kuleta vitu ambavyo wao wanavipenda na wanavihitaji vyenye ubora, au utaki kukurupuka. yeah. Kwahiyo tukaona kwamba ni vyema tukajipanga. Hata ukileta kitu mtu aseme yes, sasa metoka kwenye hatua fulani, mmeingia hatua fulani. Kwa hiyo ni kujipanga, ninajipanga tu, lakini very soon wata, wataona kwa sababu niko na tamthilia naifanya. oh, okay. afu nina movie pia naifanya na vitu vingine vingi tu, kwa hiyo kabla huu mwaka haujaisha utapata majibu ya oh. maswali mm yako. -hmm. Umezungumzia swala la uh, tamthilia naona uh, kidogo waigizaji wa zamani kama nyie mmerudisha moyo tena sahivi kwenye tamthilia naona JB tayari naye alikuwa alikua location na nadhani atakuwa ashamaliza nasubiri tu labda kutupa kwa sababu ameanza muda mrefu. Na wewe vile vilevile umesema unarudi kwenye tamthilia, ni meshaanza kufanya ama ni process bado? Yeah, tulikuwa tuna shoot. mm. tukapumzika kidogo kwa sababu ya hizi sikukuu, okay. Christmas na nini mm. then baadaye tena tukaendelea kushuti kidogo kwao, sahivi tena tumepumzika kwa sababu ya Ramadhani okay. Ikiisha tena tunaendelea kushuti oh. yeah. kwa hiyo itachukua muda bila shaka ya yeah, tamthilia anachukua muda, sio kama movie oh. nachukua muda mrefu mm. mm. tutakutupa episode kama ngapi za mwanzo? season one itakuwa <laughs> kuna season one, two, three na <laughs> na kadhalika au inategemea itakuwa itakuwa na, ya, <laughs> Okay. na episodi kumi na tatu nadhani mm -hmm. kwa hiyo Januari nadhani ndo tutatoa utatoa mm -hmm. Wewe ni mwigizaji peke yake ama umehusika pia labda director ama producer ama mwandishi wako wako waigizaji wengine. Okay. Na kuna director. Mi ni msanii kama msanii nimecheza na ni producer. Okay. Lakini kuna direkta ambaye ni Singo Richi oh. na dude Okay. Ya, lakini pia nao wao wamo wanacheza pia. Okay. Kuna wasanii wengi wengi, kuna wageni na au, watu ambao tumewazoea ya oh. mm. comedy kidogo maisha au I, ita ni kawaida koje. Hii tamthilia naitwa Drama Queen. Ni mwanamke ambaye anaishi maisha ambayo sio ya kwake Yaani anaishi uswahilini, tuseme anaishi, okay. maisha mabovu sana, lakini ukimwona mjini, mtaani, yeah. yani uwezi kudhani, naeza sisi labda <laughs> <laughs> anaishi Masaki, Mikocheni hivo, okay. endesha magari mazuri, simu nzuri, nywee nzuri, lakini vyote anaazima, ya yeah, mwisho wa siku anarudi kule anako ishi. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana fake life ndo, oh. anaitwa Drama Queen. Dra drama queen akin imagine, ndio wewe, sindio wewe ndio main character. <laughs> Maki, najua uh, niwe honest napenda sana uigizaji wako Irene uh, yes, unavaga husika ukiigiza kama msichana anairinga na dharau yani ni balaa <laughs> nadhani atakuwa kweli drama queen <laughs> tunaisubiri sana kwa hamu, so itaonyeshwa kwenye TV zetu sio? Sijajua ni wapi yeah. Nitapeleka yeah. Bado tuzungumzie sasa, tuzungumzie movie. Nilikuwa napitia profile yako kidogo hapa na pale mm. So far unamuigiza movie nyingi sana, nadhani nilizozihesabu nilizoziona ni kama arobaini, nadhani ni more than that, zingine pengine hata hazijaandikwa mm. Sehemu wewe unaweza ukawa unakumbuka movie ngapi ambazo so far umeigiza? Hey, nikikweta mwenye sikumbuki, ni nyingi. <laughs> <laughs> <laughs> ni nyingi sana, yani ni nyingi kwa kweli, sikumbuki nyingi kwa kweli, yani sikumbuki okay. mm. Uh, na nikikutajia mi nitakutajia tano ambazo uh, ninazifahamu na, lakini nataka unitajie kwako wewe mwenyewe tatu bora kabisa katika karia yako, kwa mfano kama wamekuja na ni wawekezaji we, labda kutoka Hollywood kutoka wapi wanasema, mm. Okay Irene shows your best movies tatu peke yake ni zipi? Unaanza wewe tano, nianzie mitatu. Anza anza wewe, anza. Mimi nitakuwa nazitaja, then utakuuliza kitu, nianzie anza wewe. Alright okay now. Um, mimi katika movie ambazo nimesha kucheza ambazo zimeshatoka, si ndio? yeah ya. Yeah okay, napenda opera yeah, na jina AK jingine ni ikatoka kwenye hiyo <laughs> movie mpaka leo sio? Yeah. Okay. <laughs> napenda Pretty Girl. Uh -huh. Yeah, na napenda um, eh, mgongo miso tatu. Yeah. <laughs> na napenda my dream your dream, my dream. Opra, kwa nini kwa nini unaipenda? Kwanza ni movie yangu ya kwanza. Okay. kukutana na masta mm. ambaye ni Mariam Steven na Ray nilikuwa sijacheza nao, ndo nimecheza nao muvi ya kwanza hiyo. Kwa hiyo hiyo inanikumbusha vitu vingi sana. Sikuamini kama naweza nikacheza vile, alafu ndo ilikuwa mara ya kwa hiyo, yani vitu vingi, ni muvi yangu kwa kweli ambayo naipenda sana, sana. Okay. Na kwa sababu pia ni muvi ambayo ilinipa jina sana ndani na nje ya Tanzania na nadhani nilibadilisha soko kwa ujumla, kwa sababu muvi nyingi watu wakuwa naogopa kuvaa nguo fupi nadhani, <laughs> nadhani ndo nilikuwa wa kwanza kufanya hivyo kwenye ile muvi <laughs> okay. Na nilipata mambo mengi yaani wakati mgumu sana hata nyumbani pia nilikuwa na semwa, umefanya nini, umefanyaje vile. Ile kwa kweli sijui, ukiangalia kweli muvi ulichukua uhusika ambao ulikuwa unatakiwa. yeah. oh. So ilikuwa ndo muvi yako ya kwanza na ugeni katika uigizaji wa filamu ilikuwaje kuwaje? Mpaka ukaingia kwenye opera, mturudi kidogo tufahamu namna ambavyo Irene aliingia kwenye, kwenye, kwenye movie um. Kwanza kuigiza haikuwa, haikuwa kwenye akili yangu, wala sikudhani kama siku moja naweza nikaja nikawa mwigizaji. Mi kuwa napenda sana kuimba, nikawapena kuimba na nilikuwa nadhani siku moja baza nikawa mwanamuziki ah. Yeah, lakini <laughs> baadaye nikaona sauti megoma imegoma kabisa, nikasonga <laughs> niachane nayo kwa hiyo nikakutanaga na dada mmoja baada ya kushiriki umisi, okay. Nilivyomaliza nikakutana na dada mmoja anaitwa Luskomba, alivyoniona alinipenda tu akanambia, mi nakupenda, natamani ushiriki kwenye muvi yangu, kwa akanipeka kwenye muvi yake moja naitwa Yoranda. Nilikuwa naenda tu kuangalia wanavyoigiza na nini, akanambia, kwani usicheze hisini, nimekosa mtu, ilikuwa kama wakili hivi, okay. Ah, okay, hapo nika... po nikaingia tu nikacheza Akashangaa, wewe ujue una kipaji nikaambia, bana ni ache staki. Basi nikaachia hapo, then baadaye Mtitu um, William Mtitu aka Mtitu Five Effect akasema anataka nicheze movie yake. Mm, nka sasa mi nachezaje? Akaniomba na nini, nikanogopa, lakini baadaye nilivyocheza, akasema ah, ok saa, yani unawe, unaweza sana. Kwahiyo ni kitu ambacho akikuwa kwenye damu yangu. Kwa hiyo sikuwa nachukulia serious. Lakini kipindi hicho Mariam Steven Kanumba alikuwa rafiki yangu sana. Mm. Kwa hiyo nilikuwa na mtindo wa kwenda kupita ofisini kwao pale kwa game fest quality nani mjini. Kwa hiyo nilikuwa nikitoka kwenye shughuli zangu napita pale namsalimia na nini. Sasa siku hiyo nimepita, walikuwa wanaandaa hiyo opera. Kwa hiyo nilipopita alikuwa na Ray, wakaniona wakasema, tena kwani huyu asicheze nani opera? Mimi nikajua masiara kwa hiyo bosi wao walivyoniona ule mtitu wakasema, kweli huyu acheze opera. Wakaanza kuniuliza maswali a, kuna wasanii wengi walikuwa wacheze, kwa kila mtu alikuwa akiangalia le script aanai mambo yaliyo wakawa wanaikimbia wengine wakawa wameshindwa kufikia nani kiwango. Kwa hiyo nikajikuta tu, yani nimeicheza hivo, yani hivo, haikupanga haikupangwa, ilitokea tu. Kwa hiyo baada ya kucheza opera nikaona ah, kwa nini sifanye kitu ambacho kwa nini sifanye yani, kama kazi yangu, nikaanza kuchukulia seriously. Kwa hiyo tumpe shara Lucy Komba pamoja na Kanumba. Yeah. Kwa karia yako kama mwigizaji yeah. na re, na, re, na re. Mm. Okay, so um, Offside, Kanumba na re tena kawa pamoja ukawa nao pa, pale katikati uh, uh, maneno kidogo tu kuhusiana na hii movie Offside ilikuwaje? ilikuwa ni mbele zaidi, sio au mwanzoni? Mwanzoni wakati umeanza hii ilikuwa, ilikuwa karibu karibu mbele. mbele sana uh, yeah baada ya kufanya opera mm, walikaa wakasema wajafanya tena movie pamoja wawili yeah. kwao wakasema watengeneze offside, kwao wakafanya offside na mi ndo nikacheza tena nikawa main, kwa hiyo ndo ikatokea hiyo offside. Okay. Yeah, lakini kwa kuna nyingine tena inakuja baada ya offside but mbaya, ndo oh, ndo Mungu akamchukua uh, yeah. ilikuwa na jina tayari yeah, ilikuwa inaitwa I Know You I Know You mm. kwa hiyo project ikawa imekufa kabisa, haijachezwa tena oh. mm. Dr. DJ Ben na <laughs> <laughs> na one of my favorite, kwa kweli, kwa sababu ulivyoigiza mle. Ah, jeje, usambuzi kweli kweli. <laughs> uh, DJ Ben na, uh, uh, ni movie kama ya ngapi na JB? mm, -hmm. Nyingi sana, nyingi. yeah. Nyingi maki JB amecheza naye movie nyingi pia. Okay. mm -hmm. Then kuna question mark yenyewe ni ni movie aina gani? oh tu kidogo tu tupate kufahamu uh, eh, movie nyingi mpaka una, unaanza kuzisahau doa la ndoa eh, na Ben na JB, na, na hii ni hivi karibuni au wenyewe? No, zawadi yangu ndio na JB. zawadi yangu ambao yeah. ndio zawadi yangu. ya hivi karibuni hii mm. zawadi yangu ni projekt ya, ya JB mm. Wewe katika hizi zote movie una zako mwenyewe kabisa kwamba ume kwa maana ya kama producer lakini pia mwigizaji ndani. Yeah. Hivi na movie yangu moja inaitwa Tanzanite. Okay. Na na nyingine inaitwa Ego Eyes. Na na nyingine inaitwa Apple. Okay. Yeah, na na nyingine ambayo sijaitoa nifanya South Africa inaitwa I Dance, nia dance. Hiyo movie umeizungumzia muda mrefu, lakini <laughs> script I mean, uh, tapes zime- zimepotea. ni nini, tapes <laughs> zipo, lakini wanunuaji hamna. oh, kwa hiyo imeshakamilika, ipo ndani, iko lakini, sasa tunajua, tunashindwana bei kwa sababu mimi nimetumia gharama nyingi sana kuitengeneza, kwa hiyo bado uh, tunashindwana hapo. Okay, mm. So kilichopo ni kwamba uh, bado kinaendelea kwamba Muhindi ama wa distributors wanakufata wewe ndo unawauzia master. mm, mm, ndo system ambayo inaendelea yeah, so far mm. kusema ufanye wewe mwenyewe ni ngumu sana bila shaka yeah, ni ngumu. Ndo maana sasa hivi kuna mm, kitu kinaitwa barazani ndo ipo sasa hivi jikoni hii. okay. Barazani ndo nipo huko, kwa hiyo ni nani moja ambayo inakuwa ina una nani movie yako, mtu akitaka kununua movie ananua kama anavyo nunua tuseme umeme kwenye simu labda hivyo oh. Vitu kama hivyo kwa mtandao wote wa simu okay. Kwao unakuwa unanunua muvi kwenye simu, unaletewa kibarazani kwako, ata barazani ukinunua oh. Kama unakaa Kijito Nyama, unakaa Sinza, unaletewa mpaka mlangoni kwako. Kwaiyo bado inapikwa, mtaisikia. kwa hiyo mm. hiyo oh. Ikishakuwa imekamilika mm. nadhani itakuwa vizuri sana, tutauza tena kiekei oh. like, yeah. oh. so, mchakato unawezokaanza mm. Ni wenyewe amejiorganiza ama ni kampuni kubwa inafanya hivo, ni kampuni ambayo inashirikiana na oh, mm, okay. Kwa hiyo mko positive kwamba itasolve matatizo mengi yalikuweposana ya sana sana, na tutaanza kuona raya kuwa msanisofa oh. Yeah. <laughs> So hakuna raya kuwa msanii, hamna, kwa sababu jina linazidi uwezo <laughs> Eh, jina inazidi weza. Kama majina tu Irene mnayo, so amridhiki mm, na status mlionao so far, you know, majina makubwa then, sio hampati ambacho mnastahili yeah? mm. Yeah, tupati nachostahili yani jina na inakuwa kubwa alafu unakuwa hauna kitu yeah. So inakuforce kuishi, ndo ile una, unaishi, unaishi ambavyo haupo, ili tukumaintain status like Unajua, mtu unaweza ukawa huna gari au na nini, lakini sasa unaona da, noma, nikitembea kwa miguu akiona fumi msanii atanifikiriaje? Kwa hiyo ndo ile unaanza kuomba kwa zima, kukodi, unashindwa kufocus kwenye mambo ya msingi, kwa sababu unaona kama watu watakuchukulia tofauti. yeah. kwa sababu ni msanii, wanahisi labda tu una hela una nini, na ile kuambia umefulia na nini, kwa hiyo watu wanakuwa wanaishi maisha ambayo sio ya kwao. okay. yeah. Uh, lakini siamini I mean Irene, kama wewe una maisha hayo Irene una maisha mazuri, bwana bana <laughs> <laughs> We una maisha mazuri, na maisha wapo ambao na, nahisi ndo kidogo, si ni ngumu kujua but yeah. Kwa namna ambayo unaofuatilia si, si na, na, na, nahisi kwamba Irene una maisha mazuri sana. No mi <laughs> <Mikubalia> na maisha ya kawaida sana, nimekubaliana na hali yangu, naishi navyoweza okay. kuishi Miongoni mwa kitu ambacho unasifiwa na hicho ambacho ndio kilipatikana kwenye opera, ni wewe kuweza kubeba uhusika hata kwa kitu chochote ambacho ni kigumu sana kwa watu wengine kufanya. um, scene kama ina, ina inatakiwa uweze kukiss na mwigizaji wa kiume mm, unafanya bila tatizo yeah. mtu yoyote tu. Of course. I say um, I I uh, I affect labor relationship na mtu ambaye uko naye kwa wakati huo. <laughs> No, naamini ambaye niko naye anaelewa kwamba ile ni kazi okay. So ukiwa kazini uko kazini tu, haijalishi. Kwa hiyo unachokifanya pale akitoki kwenye moyo wala kwenye hisia zako, unafanya kama kazi, so iko hivyo. Oh. Kwa, kwa sababu kuna kuna hivi karibuni, miaka kama moja na nusu, ilitokea niliona ni, ni clip mko um, na Kiss na Rich hiyo uh, mm. Movie haijatoka? Imeshatoka kweli? Ile movie nadhani bado ajato... hafata sikumbuki, ni movie gani? Mungu, ni ya hivi karibu, sidhani kama kuna maake. Ningejua, ningejua haijatoka, ha, bado mm. Okay, na wao kwa kwa kwa kwa kuona, kwa, kwa watu wengine wanavyofahamu industry ni kitu ambacho kila msanii anaweza kufanya hivi, yao wanafanya, mimi naona <laughs> kwa sababu ati nzuri ni kwamba muvi zetu za Bongo muvi hazina sana hizo sin, sio nyingi mm -hmm. sana kama mm -hmm. wenzetu mm -hmm. but zipo, um, mara chache, so wapo wanaweza kufanya yeah, na okay. mm -hmm. uh, ni wengi. Hivi karibuni kumekuwepo na kelele nyingi sana kuhusiana na muvi mpaka, uh, nakumbuka namna ambavyo mchakato alianzisha nani mkuu wa um, mkoa mpaka na, tatizo la, la, la movie za nje kwamba ndo linasababisha soko la filamu za hapa Tanzania lifanye vibaya. Uh, ni msimamo ambao unaamini pia kwamba hizi movie za Korea ma series za Korea na za nje za Marekani zimechangia kwa kiasi kikubwa kuzorota kwa movie zetu, we msimamo wako ukoje? <laughs> uh, <laughs> Mi naamini kizuri kinajiuza okay. Yeah. Movies um, zikiwa nzuri zikiwa kwenye quality ambazo watu wanazihitaji, mm. Hayo yote yawezi kutokea okay. Yeah. kwa um, hiyo uh, hizo okay, kelele naona kama vile hazina maana sana, sio. Umoja umoja ni kitu kingine ambacho kinasemwa ni shida katika miongoni mwa wasanii wa filamu umoja Uh, utasikia huyu ameongea na press anamsema huyu, utamsikia huyu, na unakumbuka kilichotokea kipindi ambacho Steve Nyerere mpaka akaita press, masuala ya Wema kuhamia uh, Chadema uh, then akasema hajalipwa wakati uko CCM na nini. Umoja unauzungumziaje kwenye filamu mm. uh, sijui nizungumzeje, lakini Bongo Movie labda Bongo Movie ni tulikuwa na umoja sana sana ni group ambalo ilikuwa hata watu wengine walikuwa wanapenda kuliangalia kwa sababu tulikuwa tunapenda sana kushirikiana. Sijui ni shetani gani alipita hapo katikati. Um, nadhani pia hii imechangia uh, soko letu la movie kushuka. Yeah. Kwa sababu tumekuwa tunafanya vitu ambavyo havituhusu. Yaani tunafanya vitu vingine ambavyo viko nje ya kazi yetu. Na ndo maana hata industry inakuwa ina, inashuka sana, kwa sababu tuna tuko sana kwenye mambo mengine. Yani ndo huyo mda ambao tunatakiwa tutumie kuangalia wapi tumekosea, wapi tumeteleza, turekebishe, tuko bize kusemana. yeah. Like tuko bize kushushana yani.